ya Kibaha mjini tunakukaribisha kwa heshima kubwa. Kibaha uongozi wako wa busara umeendelea kuimarisha de demokrasia na mshikamano wa kitaifa, jambo ambalo lina aksi thamani ya muungano wetu. Kuadhimisha miaka sitini na moja ya muungano wa Tanzania, hatuwezi kusahau juhudi za waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume. Wao walitoa mchango wa kipekee katika kuleta umoja huu wa kihistoria ulioimarisha mshikamano na ustawi wa watu wa Tanzania bara na Zanzibar. Viongozi wa kamati ya amani tunalisisitiza kwa wananchi, lakini pia na kuzipongeza serikali zote kwa kusimamia muungano. Pili, tunajiasa sisi viongozi wa dini, katika mahubiri yetu tujitahidi sana kuzizuia nafsi zetu na matamanio yetu, tuwaelekeze Watanzania kule ambako amani ya kudumu inatakiwa ipatikane. Dokta Samia katika mkoa wa Pwani ametuletea tangu aingie madarakani serikali imetuletea takriban trilioni moja nukta tano tatu. Ni fedha nyingi sana na Mheshimiwa Spika, ukiangalia mkoa wetu sasa, mkoa wa Pwani umefunguka tunafanya vizuri sana na kwetu dr samia sulu hasani ni mwekezaji namba moja mkoa wetu mpaka sasa tuna viwanda elfu moja mia tano hamsini na tatu viwanda vikubwa vinafika karibu mia moja ishirini na nane lakini jambo la kujivunia mheshimiwa spika tangu dkt samia suluhasani aingia madarakani mkoa wetu umekamilisha viwanda vikubwa sabini na nane hivyo hata kwenye nchi nyingine huvikuti, katika kipindi hicho cha miaka minne yoyote aliyo na mashaka aje hapa, yoyote aliye tomaso aje Pwani, aondoe shaka yake, ataona kazi kubwa iliyofana ya mshuma a raisi wetu. Kwa hakika yeye na Dr Hussein Ali Mwinyi, rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, wanaopiga mwingi mpaka chenji inabaki, tunawashukuru sana kwa kuendelea kuhudumisha muungano wetu, lakini kwa hakika matunda tunayoyaona leo mkoa wa Pwani ni sababu ya serikali wanayoongoza wao wawili. Tunawashukuru sana. Leo tuko hapa kusherekea miaka sitini na moja ya muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar. Sasa katika kuungana, kuungana huku tumeungana kwa makaratasi, tumeungana kwa matendo, tumeungana kisiasa, tumeungana kiuchumi tumeungana kijamii, tumeungana kielimu, yani nyanja zote. Zanzibar imetupa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye sio rais wa kawaida, ni rais ambaye amefanya kazi kubwa katika nyanja zote, utataja afya, utataja elimu, utataja miundombinu. Na ninyi wana Kibaha na ninyi wana Pwani ni sehemu ya wafaidika hao. Viwanda vingi sana vimejengwa hapa Pwani, na sehemu ya viwanda hivyo vimejengwa yeye akiwa rais. Na mkuu wa mkoa amesema hapa viwanda vikubwa sabini na nane, hapo hajataja vidogo. Sabini na nane vimejengwa chini ya utawala wake. Kwa hivyo, muungano huu una manufaa mengi zaidi kuliko changamoto ambazo watu wanaweza kuwa wanazieleza. Na kipindi hiki cha utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na Dr. Hussein Ali Mwinyi wametatua changamoto nyingi sana zilizokuwepo kwenye muungano, na sasa tunaendelea kupiga hatua, na muungano wowote ule hautakosa, sio kwamba tutafika mahali sasa tuseme zimeisha kabisa. Ah, jamani hata sisi tunavyoishi kule majumbani sikuna hapa na pale. Hata wewe na mtoto wako sikuna hapa na pale. Hata wewe na mkeo na mumeo sikuna na hapa na pale. Sasa hata sisi, kwa sababu muungano wetu unaendelea kukua, unaendelea kukomaa, zile zinazojitokeza zitaendelea kushughulikiwa kwa kadri zinavyojitokeza. Watanzania, tuulinde muungano kama ambavyo tunawaheshimu wasisi waasisi wetu, wametangulia mbele za haki, lakini mpaka leo tunakumbuka maneno ya busara waliyoyasema maneno ya hekima waliyoyasema wakati tukiungana.